DW ilitaka kufahamu mashambulizi haya mapya ya Israel huko, huko, huko Gaza yanatoa picha gani katika mzozo huo? Na hilo ni miongoni mwa maswali ambayo mwenzangu Bakari Ubena amemuuliza uh, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Abdel Fattah Mussa akiwa huko Tehran. Uh, mashambulizi haya yanatoa picha mbili kwa wakati mmoja. Kwanza ni kuhusiana na msimamo wa Netanyahu yeye mwenyewe, uh, kama ambavyo hata ndani ya Israel amekuwa akiandamwa na upinzani mkubwa kuonekana kwamba suala la vita analitumia kwa malengo yake binafsi ya kisiasa ili aweze kubaki madarakani kwa kuepusha serikali yake ya muungano isivunjike, na vile vile kesi zinazomwandama zisiweze kufuatiliwa na kuchukuliwa hatua dhidi yake. Kwa hivyo ni msimamo ambao anauchukua zaidi kwa malengo ya kisiasa, kuhakikisha kwamba vita vya Gaza havimaliziki, kwa sababu tunajua hataki kuliona linatokea lakini katika upande wa pili ni suala la serikali ya sasa ya Marekani ya rais Donald Trump. Yeye kinyume na serikali iliyotangulia, anaonekana kwamba msimamo wake wa kuiunga mkono Israel katika kuchukua hatua zozote zile inazotaka ni msimamo ambao hauna mpaka wala hauna kizuizi chochote. Kwa hivyo, hichi kinachoendelea sasa ni kufanikisha ajenda ya rais Trump ya kuhakikisha kwamba Wapalestina watakabiliwa na mashambulio ambayo mwisho wake atawalazimisha waamue kwa hiari yao kulihama eneo maeneo la ukanda wa Gaza. Ndio, umeizungumzia hapo Marekani na sasa hivi Israel inaonekana kudhamiria kuyashambulia makundi mbalimbali yanayoungwa mbali mkono na Iran, ikiwa ni pamoja na Hezbollah huko Lebanon na makundi mengine huko Siria. Lakini mshirika wake Marekani pia imezidisha mashambulizi dhidi ya waasi wa Kihuthi. Yote haya unadhani yanaashiria kwamba sasa tunaelekea kwenye vita vipana zaidi vya kikanda huko Mashariki ya Kati? Tunaweza kikamilifu tukasema ni hivyo kutokana na pamoja na kwamba rais Trump kabla ya kuingia madarakani alikuwa akiimba wimbo wa kwamba lengo lake ni kukomesha vita ulimwengu mzima, mashariki ya Kati na mambo kama hayo, lakini uhalisia wa mambo hauonyeshi kwamba hilo ndio lengo lake, ukizingatia kwamba serikali yake yote aliyounda, ya mawaziri aliowachagua katika wizara ya mambo ya nje, balozi wa Marekani katika umoja wa Mataifa na pia waziri wake wa ulinzi, wote hao ni watu ambao wana ajenda ya kutetea sera na mielekeo ya Israeli, hasa serikali ya sasa Israel ambayo ni ya kushupalia vita na kuhakikisha kwamba eneo la Mashariki ya Kati halishuhudii amani. Kwa hivyo, huu msimamo wa Marekani kwamba baada tu ya kundi la Wahouthi kusema kwamba ikiwa mzingiro uliowekwa sasa na Israel wa kuzuia misaada ya kibinadamu wa Gaza hautaondolewa tutaanzisha tena operesheni za kuzuia meli za Israel zisipite katika Bahari Nyekundu, na hata ikilazimu tutaanzisha mashambulio, kwamba kwa sababu hiyo tu Marekani imetangulia kuanzisha mashambulio makali dhidi ya Wahauthi, na vile vile kwamba imetoa tamko kali sana la kuitishia Irani kwamba endapo Wahauthi wataanzisha mashambulizi yoyote, Marekani italiangalia hilo kwa jicho la Iran na Iran italazimika kulipa gharama juu ya hilo. Hii yote inaonyesha kwamba msimamo wa serikali ya sasa ya Marekani ni mbaya zaidi katika kushupalia vita kuliko serikali iliyotangulia, na kimsingi ni kwamba pengine sasa hivi ile sarafu ambayo pande mbili za sarafu zimekamilika ni hali ya sasa ya kuwepo Netanyahu katika serikali ya Israel, na vile vile Trump katika serikali ya Marekani, kwamba lengo hasa ni kuendeleza kuupanua mgogoro huu na kusababisha moto mkubwa zaidi wa vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Unadhani sasa kipi kinaweza kufanyika ili kuzuia hilo hasa ikizingatiwa kwamba kwa sasa Israel kama ulivyosema, inaonekana kumsikiliza tu Marekani huku mataifa ya Ulaya ikiwa kama vile yamewekwa nyuma ya pazia? Nini hatima ya mzozo huu? Kwa hakika tukitaka tua-tuitathmini hali ya kimataifa ilivyo, kwa kweli imefikia pahala pabaya sana, imefikia katika hatua ya kusikitisha sana, kama jamii ya kimataifa kwa umoja wao haitokuwa tayari kuweza kuchukua msimamo wa kivitendo wa kukabiliana na viongozi wawili hawa au nchi mbili hizi, Israel na Marekani, au Trump na Netanyahu, ni kwamba ninavyoiona mimi binafsi, hali inakuelekea sasa hivi ni kubaya zaidi kuliko ilivyokuwa katika kipindi cha tokea Oktoba saba elfu mbili na ishirini na tatu.